Raia mmoja wa Ufaransa amefariki baada ya kugongwa na gari ambalo lilikuwa linaendeshwa kwa kasi kwenye msafara wa magari ya Rais William Ruto, katika ziara yake ya maeneo bunge ya Kibra na Lang'ata. Raia huyo ambaye hajatambuliwa jina alifariki papo hapo. Haya yanajiri huku vurugu zikishuhudiwa katika shule ya msingi ya Ayany, maafisa wa polisi wakikabiliana na vijana waliotaka kuingia kwenye uga wa shule hiyo alikokuwa rais. Emanuel Too anatuanzishia taarifa zetu. Ziara ya Rais William Ruto ya eneo bunge la Lang'ata na Kibra Alhamisi ilianza kwa ajali iliyosababisha kifo katika eneo la Adams Arcade kwenye barabara kuu ya Ngong Road. Magari haya ya msafara wa rais yaliyokuwa yanaendeshwa kwa mwendo wa kasi kutoka eneo bunge la Lang'ata hadi Kibra yakimgonga raia wa Kifaransa kwa jina Edgar Charles Frederick alipokuwa anavuka barabara na kumuua papo hapo mwili wake ukiachwa katikati ya barabara magari hayo yakiendelea kukimbia kwa kasi kuelekea kwenye baadhi ya maeneo ambayo rais William Ruto alitarajiwa kufika na kuzindua miradi ya maendeleo. Mwili wa jamaa huyo ambao awali ulipelekwa katika chumba cha kuhifadhia maiti cha City ukitolewa na kupelekwa kwenye makafani ya Lee jioni hii. Kupitia kwa ujumbe kwa vyombo vya habari, idara ya polisi ilisema jamaa huyu aligongwa na gari la serikali na kwamba uchunguzi unaendelea kuhusu kisa hicho. <coughs> Haya yanajiri huku vurugu zikishuhudiwa katika shule ya msingi ya Ayany, Kibra <coughs> maafisa wa polisi wakikabiliana na vijana walioingia kwenye shule hiyo kwa lazima, wakitishia kuvunja lango kuu la shule, wakilemewa nguvu na kufurushwa nje mara ya kwanza na kupigwa na rungu za polisi, vijana wakiwarushia mawe maafisa wa polisi wakiwa nje ya lango kuu. Baadhi ya wabunge wakiwemo mwakilishi wa kike wa Nairobi Esther Passaris na mbunge wa Makadara George Ladwa wakipatikana kwenye patashika hiyo baada ya nipe nikupe hiyo, maafisa wa polisi walilemewa nguvu, wakiwapisha vijana hawa waliojaa uwanjani. vijana wa hapa Kibra, mko tayari ama mko tayari bwana? Ziara hiyo pia iliendelea kushuhudia visa vya kihuni, baadhi ya watu wakiporwa simu zao, jamaa huyo akiponea chupuchupu kunyang'anywa baiskeli yake baada ya watu kupiga kelele. Emmanuel Toru, runinga ya Citizen, Nairobi.